Na mawaziri ambao wako hapa, asante sana kutupokea kwa ziara hii fupi kama alivyoelezea. Tuli tuliongea juu ya madhumuni ya ukombozi wa Afrika, tulikuwa na malengo tatu. Lengo la kwanza uhuru, kufukuza wakoloni ambalo wazee wetu waliweza uwe, uwe, uwe, kutimiza, tukapata uhuru. Baada ya uhuru, tulikuwa tunafaa kufanya mambo mengine mawili kupatia watu wetu sijui, wana kisemaji kwa Kiswahili, prosperity, prosperity, what is the word for prosperity? Mema, mema. Mtakuja kupata neno ambalo na sasa prosperity kwa, kwa enzi hizi wanasema enzi these, these times. See, I'm not as ignorant as I look with Swahili prosperity. Kwa enzi hizi ni kuzalisha mali, kuzalisha bidhaa au huduma Kama unataka prosperity you must produce a good or a service and you sell it. Nao ukisha zalisha mali au kutoa huduma, lazima upate mtu wa kununua kutoka kwako, na ukipata watu wananunua wengi, that's how prosperity grows.

or strategic security kujihami kwa Afrika dada Samia alinisaidia kukumbuka hilo neno kujihami how can Africa defend itself we discuss that but we shall go into details another another time so therefore the the political class should be very careful in Africa not to be like the traditional chiefs. Because we are here, we are people of this area, Waunguja Waswahili wa hapa wa wa wa Dar es Salaam Wazaramu Wagogo wa watu Wanyamwezi wa hao Wanyamwezi walikuwa wanakuja kwetu waungwana sasa, watu wetu weitu wakajitafuta vibaya, wakasema walunganwa. Hata leo ukija huko nakuta majina magina akarunganwa from those waungwana wa, wanyamwezi ambao walikuwa wanakuja wanaleta ushanga Alafu wanaleta wanarudisha, ivory and so on, from up there, Wasukuma wa wale watu, sio Wahaya, una wengine hapo, the people of Biharamulo there, I've forgotten their name. So, mzungu Vasco da Gama, tulikuwa hapa kwenye hali yetu ya kienyeji, traditional. Huyu mzungu Vasco da Gama, au, au wazungu wal, wal, walianzia huko kwao kwenye shida zao, walikuwa wanagombana na Waislamu, halafu mwaka elfu moja mia nne hamsini na tatu Waislamu wakashika bandari ya Konstantinopo, siku hizi wanaiita Istanbul yuko kwenye nchi yatake. Baada ya waislamu wa, wa kushika hiyo bandari wakazuia waka wazungu kwenda China, kulikuwa njia ya barabara ya kwenda China ya makoporo ya kwenda huko China. Sasa wakajifunga, wazungu wakaanza kutafuta njia nyingine kuzunguka Afrika, kwanza mwaka elfu moja mia nne sitini kwenda kufika 72, walikuwa Sierra Leone. Ni jina la Kireno hilo, au hao ni Wareno. Hao ndio waliongoza, Wareno na wa Spanish, kwenda kufika 1482, wakafika Angola 1487, wakafika Cape Town 1498 Vasco da Gama akapita hapo akenda Uhindi. Uh, uh, uh, uh, uh, sasa habari zikaanza kuja kwamba watu, watu wapya wamekuja huko kwenye nguvu, akashambulia Mombasa, ashambulia Mombasa kwenye njia hiyo, so you can see from 1498, to 1862. That's when Speke Huntington came to, through here to, to our area. All this time our chiefs were getting information in kwamba watu wenye nguvu wanakuja wanakuja wanakuja wanakuja but they didn't unite to, to, to, to create strength. So, baada ya uhuru we need to move